Namhiyambako nasikiliza ni Baraka One TV. Tuko majira ya saa sita saa za Afrika Kati, ikiwa ni saba majira Afrika Mashariki, na mimi ni ndugu yako baba la baba the one and only town, DJP eh, Rajabu Wakili Kabonga, mzee wa Ngwasuma ambaye ni kunakurushia haya matangazo. Leo tuna mambo mengi ya kuzungumza. Ya vitu ni vingi mno, lakini e, tugusie pointi kubwa mbili. Sawa? Pointi kubwa mbili ambazo nyingine tutakuja kujadili e, saa tisa. Sababu, so, sio sio ile mu Uvira sasa hivi ni situasi yenye hairidhishi. E, kwa mimi kama mimi. Hairidhishi kwa sababu nilivyokuwa nategemea ambavyo Uvira tutaonyesha haiko ndo wenyewe tunakiwa kuonyesha finalement, e, tunapatia adui mwanya. Hivyo Mventura, fanya, e, wa kuzungumza hivi. Mnajua kwamba M23 wa depuis asubuhi washafanya washaandika kwenye mitandao yao ya kijamii zaidi ya mara tano, wanaandika kwamba apresie kujitoa muvile ya Uvira ba voyou bawazalendo banaingia muvira na banaanza kupiga kumaltrete population. Hiyo ni moya mbili. wanaandika apres se kutoka muvira, ba bawazalendo na ba FRDC banavua mateni, banavala ba mateni sivili, banaingia mupiage biku napora vitu vya serikali kuporo na mafasi zingine. Wanaandika bavoyo bazalendo selo ebo niko nasoma ni selo kisii, wanaandika biko na maltraite Banyamulenge, hivyo i wanasema hivyo, bari ofisheru wandi Banyamulenge, hiyo yote. Kwa nini naamua kusema hivi? Naamua kuikusema hivi kutokana na hali yenye Uvira tumeonyesha asubuhi, ilikuwa ni hali yenye watu walitakiwa watulie, tukutonge vimara mingi. Raia ya uvira ilitakiwa itulie kimya, iobserve, ifanye maanalizi, isubirie akeye ya wazalendo, lakini kitendo cha kwanza toka na kwanza ingia mumaduka za watu, mumabiro uh, uh, muma za serikali kwenda kusakaje kameme bu, haiko na tire ya, ya, ya

ndo kinaenda kwamba Uvira batu biko napiye, ba na pie ba wazalendo na FARDC biko na pie narem. Tuko na ma preuve depuis juzi, tuko tunaongea tuli denoncer hivo, tulituma ma image, tulipata ku niveau ya Nations Unies na na ma ba ba partenaire pengine mbalimbali za za usalama moja za mataifa. Ile ndo bahati yetu ba bahati yetu sisi watoto wa Uvira tulifanya hivi vitu mapema, lakini hii tabia haiko tabia nzuri. Mngeangalia, mna observe, mnafanya analize, afu mnafanya ke kama hivi okay. Watu eh, wiko naenda pokea wazalendo hivi, na, na tu. hmm? ni, ni, ni mabitu mwenye watu wiko nafanya yenye eh, haieleweki hii haiko bien haiko mie, uh, ni tabia moja ya kishenzi sana. Umefanya tabia ya kishenzi umefanya ujinga yote. Mwalingia mwi mambo, ni mjinga ni mpumbavu, hana akili kichwani mwake. Wewe stoka tu kwako. Wewe ni fanya vitu kama hivi? Wewe mpumbavu, mpaka meza wengine, mpaka kuni mbao, mbao za mnani wanazitoa, kama hawa wanani wenyewe wanabeba hivi vyuma. Hivi vyuma mtabeba wapi ndo mshangae baadaye sasa. Uh, wazo kufanya misako mu manyumba, misako mu masoko, barakuta kuna kitu cha leta uliiba, unaona? So hii mambo inakuwa haistahili iende hivi gisi iko inaenda, na ndio maana tuko tuna toa mapendekezo na kuzidi kualerte kwamba vitendo vya uporaji, vitendo vya uwizi, hivyo vitendo vinapigwa marufuku, havitakiki vifanyike. Tayari tushakuwa libere, tayari tuko mumikono ya serikali. Wazalendo wako ndani, FDC wapo. Ilikuwa ni kitu yenye kutulia, bado ratisaje ifanyike kungali wa e, wainfiltre wakingali muvira. Ilitakiwa kudhibiti milima mzuri. Shauri yenu eh, shauri yenu. So ili kwa kuanza kupata habari zetu like, pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook, pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na na hivyo utakuwa kuanza kupata haya matangazo kila wakati. Aya, tuanze tu, tuzungumzie kuhusiana na hali yenye ilitokea milima ya ya Uvira, maeneo ya Kirungu Kirungu kulipiganwa, eh, kulikuwa kuna mapigano makali sana ambayo yalifanyika kati ya magaidi wa M23 Uh, dhidi ya wazalendo kikosi cha ambacho kilongozwa na bwana uh, Jesus Zembezembe, na pia kamanda in chief ambaye alienda kuwakilisha vizuri kule landa bangu. Uh, kiukweli mambo yalikuwa ni mazuri tokea jana, tokea jana mliweza kushuhudia kusikia mirindimu ya risasi kuanzia ngambo za Kalundu upande wa juu wa Kalundu na pia kuja upande wa Kirungu ilikuwa tu ni ile sisteme ya kufanya maratisaje vitu gani, kuweka mambo ikae sawa, ili watoto wa mgini waweze kurudi na kuendeleza harakati zao, na kama kawaida, na ndio hicho ambacho kilitokea hivi, kwa sababu bila kuanza kukiwasha, bila kuwasha moto ile maamida ya, ya jana kuanzia mchana mpaka gisi lifika usiku na leo hii asubuhi, ina maana kwamba kungekuwa kuna hali ya sintofahamu kidogo, lakini kwa kile ambacho walikifanya iliweza kusaidia kuleta ka utulivu, na ndio pia iliweza kuwalazimisha M23 kuweza kuondoka. Kuna watu wanazungumza kwamba M23 aidha ilitoka kwa kupenda kwake Uvira, e, imeamua kutoka. Lakini hapa, e, nitagusia fact moja tu. Unaona kuna mtu anasema Eh, ambao wamesoma masomo ya kivita wanasema hivi: ikiwa mwenzio amekwisha kukushinda kwenye uwanja wa mapigano, kwa sababu kunakwaga sehemu yenye inaitwaga ni front, sawa, kwamba front yetu iko fasi fulani, tuko tunapigania swati, tuseme Kalundu, ukipigwa pale Kalundu unapoteza, inachofuata ni nini? ni wewe sasa kurudia nyuma, na ukirudia nyuma hautaenda pigana tena musanti vile Uvira it, itakuwa ni repli, ni kurudia tu, ni kwenda mpaka kama utapiga break Bukavu, kama ni kamanyola huko unaona? huko ndo unajikuta kwamba unaenda kwa sababu tayari umekwisha kunyanganywa au utakuwa tena na kusema kwamba, uh, ungali vil, pali, ninani, wata, kwamba ungali utajikonsantre ukijikonsantre mu Centreville, donc kinachofuata pale ni nani? Ni raia, ndio kuko maelfu ya basoda pale. Kwa hiyo jipeni moyo, watu wa Uvira, tulieni. Uvira itaingiliwa muda wote, lakini kwa sasa hivi kwanza, tungali na kamtego ambako kametegwa huku, nikakufanya kwamba wanaingia kwenye mtego, wanakungutwa, wanarudi, wanaleta wengine, wanakungutwa, wanarudi, hivyo hivyo hivyo hivyo mpaka wataishia kuku huko fro. Wakishuka huku sasa ni mbio, na ndio mbio yenye ilifanyika kabla ya kushuka. Ilibidi walete magari, wapakie vitu, wasombe vitu na waende navyo Rwanda. Swali ambalo watu wengi wako wanajiuliza ni kwa nini vitu ambavyo M23 iko na iba inapeleka direct ma Rwanda na isipeleke Bukavu. Si wanasema kwamba ni wakongomani, si ndio? Na pia ndio niliuliza ndugu yangu mmoja ambaye ni Munyamulenge. Anasema ke biko napigania ubaguzi, si ba si ba kongomani tuko na ubaguzi, sijui tuna tunawachukiaga evo sijui bo mambo mengi mengi sana. Sasa nikamwambia, unasema sisi tuko na, na ubaguzi aa kwa hiyo nyinyi mnapigana juu ya kujitetea, si ndio? Okay. Tuambie kitu gani kenye M23 ishaiba Bukavu, Goma na kuna Uvira yenye kuleta Minembwe. Hakuna. Hata sindano hakuna sindano yenye ilipanda Minembwe. Kisha mnasema nyinyi watu Minembwe ndio mko mnapigania haki, mnaongea na M23 juu ya kuokoa nchi. Wakati Kagame alisema kwamba yeye anachopigania ni ardhi yake ilikatwa vibaya wakati wa ukoloni

mwenye Rwanda, anataka tuzowewa, Eve Patriotique pour la liberation PLC e, tunashimama kabisa kupiga adui Kirungu, majeshi kiongozwa na jesu zembezeve mouvement PLC, tunashimama Kirungu kabisa kabisa. Tunaona generale landa bango kabisa, generale landa bango, aa ahii

Tunashimama kirungu yote tulishaikamata. Kirungu tunaikamata kabisa. Wao manyako naongea, ni chifu wa landa bangombe, angalia watoto yako kisi biko nafanya kazi Felix. Sasa angalia bapatriote na banyabiko, patriote ni avance ya kweli, kandia bango Yo nanda bango yo Kirungu, nanda bangoyo nanda bango kabisa, nandabangoyo akaingia kwenye mji wa Kirungu akifanya kazi pa Kirungu, ok merci. Aya sasa kuondoka kwa M23 walifanya michezo na hii michezo ilikuwa ni hivi e. Kuna barua hapa, ngoja nikusomee hii barua e, ili twende sawa, kwa sababu hii ni barua kutoka kwa, e, kutoka kwa umoja wa Wanyarwanda wa refugie Rwanda nami natakaiaa ni a refugie Rwanda tu wanajiita Banyamulenge mitwaliti Ubumwe wanaandikia barua au president des États Unis d'Amérique Donald Trump mediateur entre le Rwanda et la rd Congo à Washington objet Dénonciation et condamnation de la deportation de la communauté Banyamulenge d'Uvira vers le Rwanda. Wanashutumu malalamiko yao ya kuwabeba jamii ya kinyamulenge kuitoa Uvira kuipeleke Rwanda. Wanasema la communauté Banyamulenge

Sisi jamii ya Banyamulenge ambao tunaishi Etazini Amerika, ambao tuli tunakutana tunaitwa kwa jina la Banyamulenge Mutuality Ubumwe, BMU kwa kifupi, tuna lahani vikali kitendo cha kubeba Wanyamulenge ikiwa ni maandalizi ya mauaji ya kimbari yanayotakiwa kufanywa na FPR Force Populaire Rwandaise. Nafikiri ni hivyo ndio yamba sasa hivi wanajitu RDF um, kwa kusema kwamba wanawatoa Banyamulenge Uvira kuwabeba Rwanda kwa ajili ya usalama wao anefe kwa maana hiyo so excellence aujourd'hui le 17 janvier il indique jana tarehe 17 les emissaires du Rwanda ont reuni tous les Banyamulenge hommes e et femmes

Eh, vikosi vya wakilishi wa Rwanda waliweza kuwakusanya wanamlenge wanawake na wanaume wote kwenye kanisa la Methodist maeneo ya Nyamianda jijini Uvira na kuwapatia amri ya kutoka tarafani Uvira. Kesho, yani leo hii tarehe kumi na nane majira ya saa nne asubuhi na, na tuliona ile majira ya asubuhi saa nne gisi wako nazitafuta mamoto wa moja kwenda kule kama nyora mtu mmoja analipa elfu hamsini na kwa, kwa, kwa, kwa kudanganywa kwamba wanyamulenge wanalengwa na jeshi la wazalendo pamoja na jeshi la Burundi. Nous, les membres de la mutualité des États-Unis, BMU, condamne cette propagande du Rwanda qui a pour vrai motif la déportation de tous les Banyamulenge vers le Rwanda sinon leur imposer un génocide et enfin Devant la oal de wazalendo no na, na, na wanasema kwamba sisi tunalaani sana hivi vitendo vya Rwanda kuwatoa wenye Mulenge kwa kinguvu kuwapeleka Rwanda, wako na andaa mauaji ya kimbari kisha waje waseme wenye walifanya hivyo ni wazalendo pamoja na jeshi la Burundi, na ndo tayari wamekwisha kuanza kusema leo hii kwenye mtandao wao wa Facebook wameanza kuandika kwamba apres sisi kutoka wazalendo, wanaanza kumaltrete watu wetu muvile ya Uvira, washaanza tayari. Um, nous alertons le president des Etats-Unis, tunamwomba rais wa Marekani e, toute la communauté internationale, na jamii yote ya kimataifa

kokote kwenye wanapatikana na maeneo yote mwenye muko ambako kuna dhibitiwa na M23 tunakosa usalama. Kwa hiyo tunaombwa, tunaomba jamii ya kimataifa iweze kutusaidia. Imesainiwa tarehe kumi na saba nchini Marekani na tone ba president uh, pour la communaute banyamulenge des de, de, de, Etats-Unis kuko maitre Emile Muhizi Ndatabaye ambaye ni president pia kuko Justin Ruhori Mbere ambaye ni vice president

Haya, uh, nafikiri <laughs> inaeleweka. Hiyo hapo, hiyo ndo mambo yenye iko inafanyika sasa hivi, ndio kitu ambacho M23 wako wanakifanya. Kwa hiyo plani zao zote tuko nazo mkononi, chochote ambacho wako wanapanga kukifanya kinajulikana. Sasa ndugu zangu, ambacho mimi nawaomba tena kwa mara nyingine, Uvira. Tayari Wazalendo FARDC wanadhibiti mji wa Uvira, lakini bado tuna changamoto kubwa lijeni Uvira. Kwa hiyo hamtakiwi kuanza kutokatoka na kuanza kusherekea. Unajua hao watu ni wezi, ni majangiri, ni majambazi, wamejifichaficha bado. Risasi zingali zitalia muuvira leo hii kwenda mpaka jioni, Mungu tu atuepushie, lakini bado risasi zingali zitalia sasa Ole wako wewe mwenye utenda unazurura zurura ovyo ovyo, kitakachokukuta nishauri, kuliko mkae majumbani kwenu, kwanza mtulie, mwangalie kisi hali iko naenda. Sisi wote tuna hamu ya ku, ya kuona amani na rejea bwana, tuna hamu ya kuona kwamba ndugu zetu wanaendelea kudhibiti maeneo, na mpaka watu ambao wako Kiliba pia wamenitumia ujumbe, nimeona Kiliba nako watu wanasherekea wako vizuri. Emi ventura ametoka Kiliba no. Eh, lakini Hatujakuwa na uhakika. Mimi hapa siwezi kuambia kwamba tayari tumemaliza mchezo. Kweni huru. Mm. -mm. Siwezi kuambia kwa sababu najua michezo ya M23. Bado milimani tuko tunatongana nao kule. Kwa hiyo mwenye masikio asikie na mwenye hata penda kusikia basi tutakuja kukutana kwa Baba Manu miaka inayokuja. Tuishie hapo. Lakini usisahau kwamba operation bado iko inaendelea. Yaungana na namba zetu hizo hapo, piga hizo namba tuweze kuungana, ili kuendeleza harakati za kutumika kuwasaidia ndugu zetu waza waza. Mimi ni baba la baba hapa, tuishie kwanza hapo, tukutane majira ya saa tisa.